Iko barabara Ruto amejenga, iko maji, iko stima. Sasa akaambiwa na akina Kawaya, wacha tukuta, tukusaidie tuunganishe mawaya tukutafutie uongo ya kwenda kuambia waka. Kwa hivyo uongo inatengenezwa pale Ikulu. Sasa akija niimbie nyinyi, siiama nisimuimbie, nimuchanue ama nisimuchanue? Sasa alikuja pale kwetu mlimani mimi nikapima nikaona, hii mtu ako na pesa mingi. Na kwetu wanasema ndovu hawezi sikwa na pembe, lazima ung'oe nini. Sasa pale kwa mlimani, nikaongelesha watu kiluka, nikaita redi unaitwa inoro, nikawachanua. Nikasema hii mtu anakuja kudanganya nyinyi, musisikize uongo bure, kusikiza uongo ni bei kali nikaambia hii wa Kikuyu na Wameru na Waembu kwenda mkutano yake ni ngiri mbili kumsikiza kupiga makofi ni elfu moja kucheka ni mia tano sekuru we sasa nyinyi nataka kuchanua nyinyi sasa pale watu wetu walinyoa wa yeye shilingi bilioni moja alipoenda watu wakarudi nyumbani wakasema, hatuwezi zika ndovu na nini. Hakuna hata kura moja aliongeza, watu unaendelea kusema mambo ni wani? Sasa nyinyi wakama kama atakuja, mjipange. Mkiambiwa na machifu muende, unasema kabla utoke nyumbani upatiwe elfu mbili uachie mama, tumekubaliana na. Msikubali kudanganywa na waheshimiwa Watapeleka nyinyi wapewe pesa wakule, wakule wasime simu, mrudi nyumbani. Kabla hujaenda mkutano ya Rais William Ruto kusikiza uongo ukuwe na pesa. Kwa nini? Wangapi wanakubaliana na mimi tufanye namna hiyo?